Tunazungumza michezo na hii ni Makumbusho stendi. Tumemfuata captain Kizinga kapteni wa mashabiki wote hapa duniani katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini amediali aishawai kumwambia yeye ni captain wa Young Africans, so captain wa mashabiki wote so Simba wala Mtibwa Sugar. Kwanza captain Kizinga, kwanza, kwema kwema. Ah kwema, mambo vipi salama, tunamshukuru Mungu. Ah ndio tuko salama alhamdulillah. Kapteni Kizinga. Hatari kapteni, mm. Kapteni la makundi hilo mm. <laughs> Sisi hao yaani, unakuja kuingia makundi Benjamin Mkapa huku unatoka hapo na tabasamu unacheka safi, yaani unakwenda Benjamin Mkapa ukiwa na mzuka na hali ya maana. Kwanza tajiri GSM amekulipieni viingilio, yaani gharama zote amelipia yeye Unakwenda ukiwa huna hata stress. Wazo lako ni moja tu, pakome aingie kambani, Dickson Job aingie kambani. Baada ya hapo sisi sherehe, si umeelewa? Yani sisi usitufananishe ustu, na watu ambao wamekwenda Benjamin Mkapa wamekosa vyote, yani unakosa vitu vitatu. <laughs> Yani unakwenda Benjamin Mkapa, mnakuwa wachache, viti vyote. Serikali imetengeneza ule uwanja watu waende wakaangalie mpira lakini kwa kuwa watu wameshaichoka timu miaka minne haina mafanikio. Watu wamekwenda wachache. Uwanja wote uko tupu. Yaani uwanja uko tupu kwa sababu ya ubahiri wa watu. Hmm. Wanasema hawajazoea vya bure wenyewe ndio wamezoea vya bure. Nisikilize kama wa, kama hawajazoea vya bure kwa nini hawajaujeza jana uwanja? Yaani uwanja ulikuwa mweupe mtupu, anaonekana mandala tu. Sasa unakwenda Benjamin Mkapa, unakuta uwanja mtupu. Unakwenda Benjamin Mkapa, Msigu amekwenda na fuko la hela za mama, anarudi nazo. <laughs> Unakwenda Benjamin Mkapa e, hata kigoli kidogo hamna e. Mi nikwambie mzizi e, niwaambie kabisa ukweli mm, na Chapesa mimi mm, nawashauri huyu mm, meneja wamwondoe watafute kocha meneja gani. huyu matatu nisikilize, mimi nakwambia ndugu yangu, huwezi mm, kuwa na mwalimu ambaye mm, yaani badala awaze timu ipate ushindi mm, anawaza kuvuruga akili za watu, si umenielewa? Watoka lini duniani kote, ukamwona mwalimu ana sachi mifumo kwenye mkono uliona wapi? Ndio nakwambia, anakwenda kuatia doa, anakwenda kuaibisha. Muda sio mrefu, hana mpira hata wa kuogopesha. kama angekuwa mwanaume kweli pale angeshinda hmm. Benjamin Mkapa ashinda ugenini Kizinga. huko ugenini fuko la hela liko hapo. Kwa, kwani sisi tunafanya kazi tupate hmm. nini, pesa? wale wachezaji walikuwa wanafanya kazi ili wapate nini? Mwalimu umemleta ili apate nini Fuko la mama la hela liko pale Benjamin Mkapa sio, na mtu chukue mizigo ya mama hiyo. Hapo yes, hapo wewe hujaona cool. Waona Azam alichokifanya saa hii? Ndio natakiwa iwe hivyo. Hamna, hamna hata wale uliowaleta Benjamin Mkapa waje waka enjoy soka. Yaani Benjamin Mkapa raha yake, likifungwa goli uwanja mzima uitike, wote mnanyanyuka kwenye viti, sio menelewa, mzuka wa maana. Sasa angalia jana, muda wote wanashika roho, muda wote wanashika roho elimu panzu kapata nafasi ndani ya eneo la kumi na nane anapiga goalkeeper, kipa kautoa, basi pale watu wameshanyanyuka, wengine wakujipigapiga vichwani <laughs> Captain Kizinga, mashabiki wa Simba Sports Club wanasema mmedhurumu eh, zahiri shaili yenyewe wanakwambia hivyo, baada goli ya Silver Stick kukataliwa na mwamuzi, wanakwambia Yanga umeingia makundi kwa kudhurumu. Hii ya kweli, Kizinga na wewe unaona no, tumezurumu? Hey, sio mimi. Hey, ni mashabiki wa Simba Sports. Kwanza naenda kawaambie mashabiki wa Simba, kwanza wanatakiwa waje kwa kutulia, kwa sababu hawa ni wageni tunawakaribisha, umeelewa? wageni kwenye nini Kizinga? kwenye michuano hii ya klabu bingwa Simba, mgeni? Simba ndio timu pekee kama kuna zingine utanikumbusha, yeah, ndio timu pekee ambayo imekaribishwa na, na CAF kwenye michuano ya klabu bingwa hatua ya makundi. Sisi wenyeji ndio tunawakaribisha wao, karibuni. ona kataa Simba alikuwa anashiriki wapi <tutu> michuano hii iliyopita alikuwa anacheza wapi? ina maana alishuka viwango akawa anacheza wapi? shirikisho huku ambako wanacheza wengine huku, lakini huku amekuja kwa shoo za wakubwa kwenye shirikisho. Nani kwenye klabu bingwa si ndio? huku klabu bingwa tupo sisi si ndio? kwa hiyo tunamkaribisha, karibu kwenye shoo za watu wazima wa huko wanaume. tumezulumu nini? huyu anasema tumezulumu, si ajui sheria za mpira Kisugu kisugu, na nasema eh, mmedhulumu. Hasanenda akamwambia hivi mm, aende akasome sheria za mpira na kanuni za mpira. Yule aliyekuwa anasimamia ule mchezo ni, ni, ni, ni lefari ambaye ameshiba sheria za mpira, si umeelewa mm? kama goli halikustahili kuwa goli, hujawahi kuona mtu anafunga kabisa goli lakini VAR inakataa goli kabisa? Mtu kaweka kamba, watu wameenda kushangilia, lakini ikienda kwenye VAR inakataa kwamba wewe umefanya faulo, wewe umeingia ofsaidi, omesidi, kichwa, sikio, bega, si ndio? kwa nini sasa usiseme na wale wamesurumu? Kwa sababu ya chuki zako, roho yako mbaya, huipendi Yanga na huipendi, na juzi umeingia bule, tumekuona Benjamin Mkapa kwenye bule yetu sisi na wewe umeonekana upo uwanjani, huipendi lakini umeenda kuangalia vya bule. Wanasema kocha ambaye Young Africans memtambulisha me kocha Pedro, inasemekana uh wenyewe wamesema, mashabiki wa Simba hata mwezi wa pili anaweza akawa asifika akafungishiwa vilago, maana ni kocha wa kawaida mno sana. Wamemwona wapi wa kawaida? Kama kuna sehemu wana Yanga tunatakiwa kuwashukuru viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans, ni hapa kwa huyu mwalimu huyu mwalimu. Simba walikuwa wanamtaka lakini hela walikuwa hawana. Simba? walikuwa wanamtaka huyu mwalimu lakini fedha za kumpa walikuwa hawana Pedro. mwalimu ambaye anakuja na soka linaitwa soka la Uleno, pasi kutoka Uleno. Anakuja na soka lililojaa vijukolombwezo la AFCON. Huyu amefika AFCON, ujue kawapeleka watu mpaka nusu fainali AFCON wakati Ivory Coast wanachukua, si umeelewa? Huyu ni kocha ambaye anakuja kutupa pila science, si umeelewa? Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kujivunia kutokana na viongozi wetu Dar es Salaam Africans kufanya research ya maana na kutuletea mwalimu, kuingia benki na kuvunja benki na kutoa fedha za kutosha kwa ajili ya kumleta mwalimu ambaye watu wameshindwa kumpata. Huyu ni mwalimu ambaye Simba alikuwa anamtaka sana. Baada ya kumkosa huyu kwa sababu ya ukata wa fedha, wakaamua kwenda kupitia meneja, si umeelewa, ambaye hana sifa za kuwa kocha wamekwenda kumpitia kwa hiyo niwaambie, wanayanga, ni sehemu ya nyinyi kukaa mtulie, kocha tunaye, tunatambana naye huyu ni kocha ambaye anakuja kutufikisha mpaka fainali ya michuano ya kafu kocha ambaye atakuja kutufikisha mpaka fainali ya michuano ya kafu. Niamini mimi Mzizi TV Chapesa, niamini na, na, na, na, na mwalimu wa Simba wao wanasema nafika fainali na kombe wanachukua kwa timu ile, na mwalimu yule niko pale, wakienda kokote, mi nakwambia huyu wanamtimua muda sio mrefu, wanamtimua muda sio mrefu. Na nyinyi mashabiki, semeni kocha anafundisha mpira gani ule? wanakwambia wenyewe wana mechi ya TRA, ndio maana jana wameona mabadiliko ya vikosi no, ndio maana wachezaji wengi wameingia, wanapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo watu walifuata nini pale, kama una mechi ya TRA Washafuzu walikuwa wanakwambia. Wali, watu walifuata nini pale Benjamin Mkapa, watu wanahitaji burudani sawa, watu wanataka waone timu yao si umeelewa? Hmm, kwa timu ile pale wanaenda wapi? Mi nakwambia tegemea kuona hmm, taifa linakwenda kuingia aibu ya hali ya juu sana Leo. Aibu gani? Umeelewa, taifa linakwenda kuingia aibu kwenye michuano ya kimataifa, hususan kwenye klabu bingwa Dar es Salaam mm. Young Africans ndio mm. timu pekee ambayo itakuja kuibeba bendera ya Tanzania kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, niamini mimi maneno yangu. Hawa watu wengine watakuwa na tuskoti tu, huyu hapa tu wa makundi tu wanaishia pale pale. Watamfanya vibaya, na mimi nimesema na nimetangaza rasmi tunaomba sana Injinia ende akafanye kila anachokiweza kuhakikisha sisi tukutane nao wao, sababu tuna uhakika tukikutana nao sisi alama sita zetu kutoka kwao, kwa ndio alama sita tunachukua ndio. Kwani mtu ambaye umezoea wewe kumpiga atakushindwa? Ana mbinu gani katika watu ambao hawana mbinu za kuweza kutusumbua sisi? Ni wao su umeelewa? Hey. ari nakwambia tu ukweli. Yani pale Dar, Dar es Salaam Africans hata ukimchukua mwalimu Yanga yule aende akasimame kama kocha mkuu pale Simba watufunge. Nakwambia hivyo. Captain Kizinga, kesho mna, mna ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo wa tatu mmeshinda eh, mchezo mmoja mchezo wa pili mmepata sare pale mkoani Mbeya, kesho KMC -E eh, Complex mm. eh, wana Yanga Africans wenyewe wanakwambia tunaenda kupiga ule mpira ambao eh, kama Silver Stake watu walisema tumemtia magoli ma, mawili yale ni madogo hayo, kesho nakupiga magoli mengi kwanza. Hiyo tuangalie mchezo huu kesho, na kuwatazama mchezo na namna gani, dakika 60 nitakuwa na namna gani? Captain Kizinga, kwanza tunashukuru tunarudi tena kwenye ligi yetu ya ndani kwa ajili ya kuendelea kuzisaka alama tatu. Kesho tutakuwa tuna mchezo dhidi ya Mtibwa wa Sugar, mchezo ambao hatuwezi kuwadharau kwa sababu tu ni timu inaitwa Mtibwa. Hapana, ni mchezo ambao tutakwenda kupambana kwa ajili ya kupata alama tatu. Tutawaheshimu wapinzani, tutakwenda kupambana ili tupate alama tatu. Naamini timu yetu iko salama, mwalimu tayari amekwisha anza kazi uzuri. Benchi letu la ufundi sasa hivi limeshiba, ameongezeka tena, amekuja mwalimu, amekuja na uh, yes amekuja, amekuja na, na, na, na, na wakufunzi wenzake, lakini pia ameongezeka pale, atakuwepo pia Patrick, atakuwepo pale Yes, Mabedi. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunakwenda kuwa na mchezo mzuri, na Yanga itakwenda kuimarika. Ni waombe tu wana Yanga, popote ulipo, kesho tunatakiwa kwenda kujaza uwanja wa KMC. Tuende tukadumishe utamaduni wetu. Sisi ndio timu pekee ambayo tumeingia kwenye historia za wakusanya mapato ya timu zinazoingiza mapato viwanjani Dar es Salaam. Africans ndio timu pekee ambayo imeonekana kupitia mashabiki wake tumeingia sana viwanjani na tumeingiza fedha nyingi sana viwanjani, takwimu zimesema hivyo, achana na watu wengine ambao wamekuwa wanapita kwenye njia za panya hawalipi vingilio kuingia uwanjani. Sisi ndo tunaonekana wa kwanza kujaza uwanja, sisi ndo tunaonekana kuingiza fedha nyingi kwenye vingilio, kwa twende tukaonyeshe mwamba wetu kwa kukata tiketi zetu kwa kwa ajili ya kwenda kuangalia mechi yetu pale KMC, yeah. Kizinga, neno moja kwa mashabiki wa Young Africans Neno moja ni walipie kadi tu, walipie kadi, walipie ada basi. Kata kadi yako, lipie ada yako, ndio jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa kulifanya, kwa sababu namna ambavyo tunakuwa miamba tunavimba, hii inasababishwa na namna ambavyo sisi viongozi wametutengenezea utamaduni mzuri wa kulipia ada, wa kuchangia timu yetu. Hii ni ya kwetu sisi, na sisi ndio tunatakiwa kuvimba na kutamba, kwa sababu leo hii mpaka tunapata kulipiwa gharama za viingilio ni kwa sababu ya namna ambavyo tumekuwa tunapambana kwenye malipo ya ada namna ambavyo tumekuwa na tunapambana kwa ajili ya kuchangia timu yetu. Kwa hiyo twende tukaonyeshe na tukawaonyeshe tuka viongozi kwamba tuko pamoja na wao katika kuendeleza ili jambo la kulipia, la kulipia ada na ili jambo la kuenda kulipia viingilio vyetu, twende tukalifanya hilo kwa wingi. Viongozi naamini wanapoona uwanja umejaa, wanakuwa na matumaini kwamba wenye timu yao sasa wapo na hata wachezaji pia wakiona tumejazana sana pale KMC, wanaona kweli wananchi tu wako pamoja na sisi Tize wengi wao Yang Africans wanasema kama safu ya ushambuliaji imekuwa dhaifu ya Yang Africans, Mzize ukosekana imekuwa pengo kubwa hivi kwa Yang Africans. Sio kusema safu ya ushambuliaji imekuwa butu, hapana. Dar es Salaam Yang Africans ina wachezaji wengi na kikosi kipana, unaweza ukaona, Clement Mzize ana injari ametonesha jeraha juzi, alikuwa ameshakuwa fiti kwa asilimia 90, lakini akajitonyesha, anakosekana, lakini wapo wengine ambao watahudumu ile nafasi. Of course kukosekana kwa Clement Mzize kuna, kuna, kuna ubora ni, ni mchezaji bora mchezaji wetu muhimu, lakini amekosekana. Wapo wengine wanatumia nafasi ile, wanafanya kazi, timu inapata ushindi. Na kutumia hii nafasi, naomba nimshukuru sana rais wa Dar es Salaam Africans. Injinia Harris. Injinia Harris nampongeza sana, miongoni mwa watu ambao tunatakiwa kumwombea dua sana sisi mashabiki na wanachama ni pamoja na Injinia Harris. Kwa nini? Kwa namna ambavyo aa, ame, ame, ame, ame, amezungumza na wachezaji, unaweza ukaona safari ya Malawi, namna ambavyo kulikuwa kuna kitu ambacho wengi tulikuwa hatujakiona, kwa namna ambavyo baada ya mechi kumalizika ya kupoteza mchezo ule injinia Harris amezungumza na wachezaji, amezungumza na walimu, amezungumza na kila kitu. Hakika wameonyesha ni kiasi gani watu walikuwa wana majonzi katika vyumba vile, wakati anazungumza na wachezaji, kila mmoja alionekana kabisa kuto kupendezwa na yale matokeo, akiwaza wale watu waliokwenda Malawi siku sita wako, wako njiani, waza wananchi ambao wanaitegemea timu yao. Lakini amekaa na wachezaji amekaa na walimu, ameweza kuzungumza nao vizuri sana kwa utulivu, na haikuishia pale Malawi, amekwenda tena mpaka Victoria akiwa na jopo lake na tajiri kwenda kuwaasa, kuwahusia wachezaji wetu namna kwenda kupambana kwa ajili ya wanayanga walioko nyuma ambao wanawategemea na kuwambia itakuwa ni aibu sana tusipoingia makundi, nendeni mkajitoe, mkapambane kwa ajili ya wananchi walipaada na wenye kadi ya uwanachama, si umenielewa, wa Tanzania kwa ujumla. Sasa hapo ndo kuna kitu cha kujifunza, si umeelewa? Mangungu anatakiwa kujifunza namna ile, Moo anatakiwa kajifunze namna ile, si umeelewa kwamba tajiri unatakiwa ujifunze GSM anakwenda Epic Town kuzungumza na wachezaji. President Hersi anakwenda kuzungumza na wachezaji. Anakwenda kuzungumza na kila mtu. Wewe toka lini umemwona tajiri amekwenda pale kuzungumza na wachezaji? Toka lini umemwona Mangungu aenda akatoa hamasa kama ile? Kwa hiyo hapa ndo kuna kila sababu ya wao kujifunza vitu kama hivi. Baba bora ni yule ambaye anakaa na watoto vizuri, anazungumza nao. Pindi wanapokuwa wamekosea, fanya moja, fanya mbili. Ili next time usikosee, baadaye utakuja kuwa baba wa familia. Kuna watu wengi nyuma yako huko wanakuangalia, wanakutegemea. Furaha yao wanaitegemea kutoka kwako. Nenda kapambane kwa ajili ya wanao, nenda kapambane kwa ajili ya wananchi. Umeona watu walivyopata lile darasa, umeona elimu ilivyoingia, umeona namna alivyokuwa anaongea kwa, kwa uchungu. Lakini baadaye kila wakiangalia jukwani kule, wanaona umati wakisikiza ale maneno